Kwa serikali kupitia wizara serikali yetu imekuwa ikiwezesha wafugaji hasa hii mikopo ya kinamama kupitia imbeji kwa taasisi za kifedha, lakini kwa sisi wanaume na changamoto hiyo kwamba hatuwezi kupata mikopo hata kama tukikopa. Tunaomba basi serikali iangalie uwezekano basi wa wafugaji wanaume kuwezeshwa mitaji kupitia taasisi za fedha. Kwa jina anaitwa Mariamu Yohana inaishi hapa hapa Mwanza. Mimi nilikuwa napenda kuuliza, nimefundishwa uchanganyaji wa chakula. Mimi ninajikita sana kwenye ufugaji wa kuku wa kienyeji. Sasa nilikuwa nataka nisaidie, ni chakula gani ambacho tunaweza nikawapa ili nipate kupata mafanikio mazuri? Mama jina anaitwa Ao Ngoma, ni mkazi wa Kigoma, Mwanza. Eh, swali so langu luko kwenye ukurasa namba 25 kuna chati hapa imeelezea matilio ya kutengeneza chakula cha kuku, lakini shida yangu ni kwamba kuna asilimia zimetajwa, mfano Tanzania, kuna mezi asilimia hamsini na tano, kuna soya beans asilimia ishirini na tano, kuna fish meals kuna asilimia kumi. Hizo unazipataje? Na mimi nakumbuka kwamba unapotengeneza chakula au unawapa kula kuku unaweka kwenye utaratibu wa kilo